Kanisa la Calvary Assemblies of God mkoani Mtwara kupitia kitengo cha kuwasaidia watu wenye matatizo na mahitaji mbalimbali wameendelea kugusa maisha ya watu kwa kuwapatia misaada mbalimbali wakazi wa, wa Mtwara bila kujali dini zao. Akizungumza na Upendo TV wakati wa tukio hilo, mchungaji wa kanisa la CAG lililopo kata Likonde Mdenga mkoani Mtwara mchungaji Godfrey Kaine amesema lengo la kanisa hilo ni kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali ambapo wameiomba serikali kuwakumbuka wahitaji waishio katika mazingira magumu kwamba sisi kama kanisa lina kila sababu ya kuhudumia jamii kuwasaidia jamii kwa mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo tumefanya hivi kwa mujibu wa katiba kwamba ni, ni, ni, ni tuwasaidie ndugu zetu ambao wana uhitaji walio tuzunguka. Yaani inakuwa haipendezi kama sisi tuna utoshelevu wa vitu alafu tuna ndugu zetu wengine ambao wana uhitaji alafu tunashindwa kuwasaidia. Kwa hiyo tulipoliona jambo hili tukawaza tukaona basi ni muhimu tuweze kujichangisha kwa chochote tulichokuwa nacho ili tuweze kuwasaidia ndugu zetu. Eh, ni wasinye watu ambao wamekuja kupokea usije ukachukua hivi vitu ukaenda kuuza, au mtu unachukua kama ni fedha, basi unaamua kwenda kunyoya pombe, inakuwa haipendezi, kwa sababu hizi ni sadaka za watu wa Mungu na tumeziombea. Lakini zaidi ya yote unaweza kufikia hata makundi mengine pia, kuna, kuna vituo vya watoto yatima, kuna vituo vya shule watoto wenye, wenye, wenye mahitaji maalum pia. Tutakwenda kutoa ujumbe kwa serikali, niwaombe serikali tuweze kuiangalia jamii inayotuzunguka. Jamii inayotuzunguka bado ina uhitaji mkubwa mno, tuweze kuwasaidia kuwawezesha. Kwa serikali ndio kitu tunachowaomba, sio kuwawezesha kwa maana ya vitu, lakini ikiwezekana pia hata kuwawezesha mitaji ya kuweza kuwainua, kwa sababu sio kwamba watu hawezi. Ukiwapa mitaji hawezi kusimamia, hawezi kusimamia mitaji. Unaweza ukawapa vibiashara vikundi vidogo vidogo, unaweza ukawapa shughuli mbalimbali za ufugaji na wakazifanya. Naye mmoja wa wajumbe wa kamati ya Diakonia na mratibu wa tukio hilo Bi Sophia Maganga amesema jumla ya watu 45 wamepatiwa msaada huo ikiwa ni pamoja na sabuni, chumvi, nguo, viatu pamoja na viberiti, ambapo jumla shilingi laki moja na elfu sitini na tano zimetumika katika zoezi hilo. Tumetoa mavazi yetu wenyewe tukawaletea, ndio maana umeona mavazi mengi ni yaliyotumika sababu tumejitoa. Huu ni mwanzo tu, baadaye tutafanya makubwa zaidi. Tutafikia hatua hata kushirikisha na watu wa nje ikiwezekana, lakini kwanza tukuwa tunafundisha washirika wetu waweze kutimiza lengo la Mungu alivyotuagiza tuwajali wahitaji. Serikali wajali sana watu wa chini, kwa sababu watu wa chini ni wengi na wanaumia, hawawezi kusema. Serikali zao za mitaa zinafahamu wahitaji wote wa kwenye mitaa yao, wanapoipeleka wanapo hoja hii serikalini, serikali inachagua watu wachache tu, kama watasafu wanapewa, lakini wanaobaki ni wengi sana. Kwa hiyo tunaomba kwa serikali wakumbuke pia hata matajiri. Nimewahi kuona wengine wana tabia mbaya ambayo itabidi niseme ni kila mtu ajue. Mtu mwingine anashindwa kutoa nguo kumpa muhitaji, anaamua kuzichoma moto. Hilo ni kosa kubwa mbele za Mungu. Kama umeziona umezichoka zilete hapa kwetu, si utazipokea. Tutakapoanza hili zoezi, tutawagawia wahitaji kwao. Tunawakaribisha hata matajiri walivyonavyo, kama wanashindwa wao kugawa, basi sisi watuletea hapa, tutalifanya ile zoezi. Tunao wahitaji wengi sana kwenye maeneo yetu. Kwa upande wao, baadhi ya wanufaika wa msaada huo akiwepo Victor Patrick, Ally Makanga Mbaba, Ashura Ally na wengine wamelishukuru kanisa hilo kwa msaada uliopewa, huku wakiliomba kanisa liendelee kuwasaidia watu wote wenye matatizo mbalimbali. Aica Victor wa mkarava, mkazi wa mswala madaba. Nashukuru kanisa letu limesaidia kanisa jinani tuvacha <coughs> manguo, Mungu tunamshukuru katika kanisa letu wameshukumuka na tunaomba katika Mungu wetu awabariki, pia waendelee kusikumbuka na viongozi wa mataifa wote, kwamba msaada kama huu inatakiwa ni vizuri zaidi katika huduma kuisaidia wananchi. Mimi inaitwa Ally Makanga Mbaba, mkazi wa Mdenga, nashukuru kanisa amesaidia koti na nishati, Mungu awabariki na serikali ikumbuke. Jina langu naitwa Sala Hatibu <laughs> Na, na shukuru leo kanisa limenisaidia nimpata nguo na sabuni na viatu. Mungu abariki sana. Kwa jina naitwa Ashura Ally. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuniletea msaada, sijafikia hatua kupata sehemu zingine kama so hizi hapa, kwa hiyo tunashukuru sana, nimepata nguo sabuni, nimepata nguo nyingi tu na sabuni, kwa hiyo nashukuru Sikutegemea leo na shukuru. Atusaidie kwenye nguo, vyakula, hela, nini, kila kitu. Nikiripoti kutoka Mtwara, kanisa la CAG lilopo Kata ya Likonde, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.